Namzulia, baba yangu amefariki, wa amefariki, wakati wa yuko anadunda na miaka 78 na mingine mbele. Ah, hebu mwambie kwamba eti umekufa kweli au mzima? Mimi mzima, mzima, subiri mchango wenu <laughs> <laughs> kwa wale ambao wanatangaza kwamba eti haupo. Wao kitangaza yako basi ujue na mzee sasa, tangaza nani? Mm -hmm. Kitangaza, kitangaza. Mzima, <laughs> mzima, na kitangaza nanakutangazaibo mzima na mshukuru, alhamdulillah, ila naambia tuu kwamba kufa ni faradhi maana mimi nakufa ndege wanakufa, anakufa mdogo kadhalika, leo maskini anaondoka. Oklah, kazi kwenu, yeah. Kwa hiyo tuache kusambaza habari za uongo. Majuto ni mzima wa afya na Mwenyezi Mungu, kama jinsi ambavyo mnamuona hapa sio si tutoke. okay. well. <laughs> ni... Dodo. Ah! <laughs>